Is dating biblical. Kuna watu walikuwa wanadate kwenye Biblia kabla ku kabla ya kuoana. Mm. Yaani nikitafuta haraka sioni. Hii ni template imetoka the west. Wazungu walipotuletea Injili, mm. walileta na na namna yao ya magharibi ya kufikiri. Mm. Kwa hiyo lazima tujue jinsi ya kuchuja. Okay. Mm. Kumba, hii ni neno, mm. hii ni namna ya magharibi. Mm. Okay? Na sisemi kwamba kila kitu cha wanadamu ni kibaya. Mm. Yeah. Okay? Mm. kama hakikinzani na neno la Mungu haina shida. Kwenye Thessaloniki wa kwanza mm nne tatu. mm. Anasema haya ndio mapenzi ya Mungu, utakaswa kwenu, mm. mwepukane na washarati, kila mmoja ajue jinsi ya kuweza mwili wake, yeah, katika yeah. utakatifu na yeah, heshima yeah. si katika hali ya tamaa mbaya, kama dunia wasivyomjua wasiomjua Mungu kama Tutaweza hiyo template ya Biblia, mm -hmm. ya kudate huko, tunajilinda tuna, tuna katika usafi wote mm -hmm. Sawa. yeah. na watu wakishapendana mm -hmm. <laughs> upendo na tabia ya kutoa. Sasa mm -hmm. mtakuwa na mipaka, mnapeana nini. Shida iliyotufikisha ene kwenye mahusiano tulio kwenye mahusiano mm -hmm. hapa tulipo leo ni kitu cha dating mm -hmm. ambacho akijawekewa mashati na vigezo